Nenda kafanya utafiti mzuri utagundua watu wengi wa kanisani wana marafiki ambao sio wa kanisani. Nimefanya utafiti wangu na nimekujaga na majibu. Kwa nini hawawataki watu wa kanisani? Ni kwa sababu hawataki watu wa kanisani kwa sababu wanafahamu watu wa kanisani wako kwenye nuru. Kwa akija kwake ataanza kutathmini matendo yake. Akija kwake ataanza kumwambia, mm, "Mbona umemjibu fulani hivi?" Mm, sasa wengi hawataki hizo. Mm, umekosea uh, <laughs> hauko sawa sawa. Hawataki hizo ndo maana wengi wanakuwa ni independent spirit, ni roho ambazo ziko peke yao peke yao, na hawataki watu wa kanisani. In fact watu wengi waliokoka hawapendi watu wa kanisani, wanapendaga kampani za nje. Kwa nini? Kwa sababu gani? Hawataki mambo yao yaonekane na yasemwe. Daudi anasema ya kwamba mimi hao nilikuwa nawapenda, kwa sababu wakiwa kwako watakusaidia, watakukosoa, watakufanya wata utakuwa wata bora zaidi Utaishi maisha ya heshima, utaishi maisha ya viwango, fika mpaka hatua kubwa zaidi. Tunasema kwamba ukitaka kuajiri watu usiajiri mtu aliyeokoka. Hiyo statement tukiipa nguvu kanisani ni mbaya, ni ya kipepo, diabolic, kwa sababu nasema hivi, kadiri mpatapo nafasi watendeeni watu mema wote. Alafu Bibilia imeweka mkazo haswa jamii ya awa waaminio, maanake watu wamue unapasa kuwapa kipaumbele cha kwanza ni wale wanaoamini kama wewe.